Kwa jina naitwa Emma Kimambo, ni mweka hazina kanda ya kaskazini yenye mikoa minne Manyara, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Tanga. Ndugu waandishi wa habari. Mnamo tarehe 24 mwezi wa nne niliweza kupokea barua kutoka ndani ya tawi langu likinitaka nikajieleze kwa nini mimi ni mmojawapo wa G55. Kinyume kabisa na katiba, kinyume kabisa na utaratibu na kanuni tulizojiwekea. Nilimsii kiongozi wa tawi kama anaona nina nimekosea sehemu yoyote, nimeenda kinyume na katiba, malalamiko hayo ayapeleke kwenye ngazi yangu husika ya nidhamu. Nilimpigia katibu wangu wa kanda Nikamtumia barua ile nikamtumia pia mwenyekiti wangu wa kanda barua ile, lakini hakuna kilichofanyika. Mbali zaidi, tarehe ishirini na tano nikapokea barua nyingine ya kunitaka kwamba nieleze kwa nini barua niliyoipokea tarehe ishirini na nne nimeisambaza kwenye mitandao ya kijamii, ingali sio kweli, ikiwa barua hiyo imekuwa imewatag katibu kata katibu wa jimbo katibu wa kanda katibu wa mkoa, lakini nikaonekana tena mimi mwenyewe ile barua nimeisambaza, ingali sio kweli. Tumekuwa tukiandamwa katika chuki ambayo inatufanya tuonekane sisi sio familia ya Chadema tena, kitu ambacho mwasisi na mtangulizi na mtangulizi wa Chama cha Demokrasia Mweshimiwa Freeman Mbore hakutufunza hivyo, aliweza kutufunza kwenye misingi ya upendo, ushikamano na kufarijiana, hata pale ambapo tunapitia magumu, hata pale ambapo mtu anakushauri kitu ambacho wewe mwenyewe hukipendi. Lakini leo hii tumekuwa tuko kwenye taasisi ambayo ni ya kufitiniana, ya kujazana chuki ya kubaguana na ya kuona kwamba sisi si, siyo familia tena. Na yasema haya kwa uchungu kwa sababu hata wiki moja kabla niliweza kutoka hapa na kwenda nchini South Africa kuweza kukiwakilisha chama changu, lakini yalitoka maneno ya kibaguzi, maneno ya kuudhi, maneno ya uchonganishi kwamba kwa nini nimeagizwa mimi kwenda nchini kule ingali mimi ni msaliti? Mkipitia kwenye akaunti yangu ya kijamii mtaona hizo comment, na wanaofanya hivyo ni watu ambao tuko nao ndani ya CHADEMA, ni watu ambao ni viongozi, ni watu ambao wanajinasibu kwamba kweli wanataka mabadiliko ya kweli. Ni kitu ambacho kinaumiza sana. Sio hivyo tu, naweza nikasema chuki hizi zina baraka ya viongozi ambao ni ngazi ya juu. Pamoja na mambo yote haya yanayoendelea, Nimekuwa nikiyaripotia juu ya viongozi wenzangu wa juu, kwa maana ya katibu wa kanda na mwenyekiti wa kanda, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na nina ushahidi kabisa. Huenda hawa wanapewa baraka hizo, kwa sababu hata baada ya barua ile kupatikana kwenye vyombo vya mitandao hakuna kiongozi yoyote aliyeweza kukemea na kuweza kuona mambo haya yanaudhi.